Naam, assalamu alaykum warahmatullahi wa barakatuh. Habari zenu ndugu wa Tanzania maeneo mbalimbali hususan wakazi wa mkoa wa Geita wilaya ya Chato ndani ya kata yetu hii ya Buseresere na jimbo jipya la Chato Kusini. E, hapa ni katika makao makuu ya BAKWATA kata ya Buseresere, Masjid Shamsia, na mimi ndio nzungumza ndiye shekhe wa kata kata hii ya Buseresere, almaarufu naitwa Sheikh Mtambo. Ndugu wa Tanzania, nimekuja kwenu ili tuzungumze kidogo, kutokana na situation ambayo tuko nayo na muda ambao tuko nao kwa sasa. Wote tunafahamu kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi, ambao uchaguzi ndio mfumo mzima wa maisha yetu na ndio mfumo mzima unaochagisha maendeleo katika nchi yetu. Tunao wagombea mbalimbali wa vyama mbalimbali, kama ilivyo muktadha wa nchi yetu ya kidemokrasia ni kwamba na watu vyama tofauti tofauti ambavyo vinatengeneza ile network ya pamoja kwa ajili ya kuleta maendeleo kwa wananchi wake. Ndugu zangu, kumekuwa na taarifa nyingi sana zinaenea katika maeneo mba mbalimbali na hususan katika kata yetu hii ya Buseresere watu wakizuiliwa kwamba wasitoke kwenda kupiga kura tarehe 29, lakini pia vijana wakihamasishwa kwamba tarehe 29 ni siku ya kufanya maandamano wapo na na wengi wakapokea jambo hilo katika muktadha wa uelewa wao kama ulivyo sasa. Mimi kama kiongozi ama katika sehemu ya uongozi, lazima niseme jambo katika hili na siwezi nikakaa kimya. Hii ni kwa sababu ya faida pana ya Buseresere, faida pana ya jimbo letu jipya la Chato Kusini, lakini faida pana kwa Watanzania na imani katika hili. Kuna wengine watakaona kwamba tumeingia katika sehemu isiyokuwa ya kwetu, ningatasema ah, viongozi wa dini hao mtakiwa wao wasiseme chochote kutokana na siasa. Sio sawa, sisi katika sehemu ya watanzania ni muhimili muhimu mno, katika sehemu ya watanzania ni sehemu muhimu sana, sisi kama viongozi wa dini lakini pia sisi kama viongozi wa dini ndio tunaokaa na jamii, hata ile jamii inayokwenda kuongoza, hata awe ni diwani au mheshimiwa mbunge au mheshimiwa rais, sehemu ya makazi yake anapokuwa, lazima anakuwa pamoja na viongozi wa dini. Kwa hiyo, huna namna ya huyu mtu kiongozi wa dini kumweka mbali na mwanasiasa kwamba kwa sababu wewe ni kiongozi wa dini usiseme jambo lolote linalohusiana na siasa, nitakuwa sijatekeleza matakwa ya mimi kuwa kiongozi. Kiongozi wa imani hauishi tu kwenye nyuma ya, ya ibada kwamba mimi shughuli zangu ziko ndani ya ibada. Si kweli, wala hakuna sehemu yoyote ambayo nitakokuambia kwamba inatakiwa sisi kama viongozi wa dini tukae msikitini tu, tukae makanisani tu, wakati huo tukiwaacha watu wa siasa wanaweza wakaenda ndivyo sivyo, inaweza kusababisha hatari na machafuko katika nchi yetu. Malengo, makusudio nini ndugu Watanzania? Hususan ni wakazi wa kata ya Buseresere. Tunaye mheshimiwa wetu mbunge Mheshimiwa Rutandura ambaye yeye huyu ni mgombea nafasi ya ubunge katika jimbo jipya la Chato Kusini. Hatuna shaka na utendaji kazi wake. Tunamfahamu. Amekuwa katika nafasi mbalimbali ndani ya chama. Position nyingi amehudumu kama mwanachama, lakini amehudumu kwenye vikao mbalimbali mpaka vya kitaifa kwa sababu ni mjumbe wa neki. Mkua, kutoka mkoa kwenda taifa kwa huna namna ya kumwondosha kwenye nyanja ya kisiasa ni mtu mkongwe ambaye hatuna shaka naye anaweza kuleta mabadiliko ya kasi kutokana na jimbo letu ni jipya basi anayo kazi kubwa ya kutengeneza miundo mbinu mbalimbali hatuna shaka naye katika hilo na wala hatuwezi kuzungumza sana kwamba huyu hawezi kutuletea maendeleo hapana huyu ataleta kwa asilimia mia moja, kwa sababu jimbo ni jipya bajeti itakapokuwa ameitetea bungeni katoka hatuna shaka naye jambo kubwa ninalotaka kujikita nalo ni katika maeneo ya nafasi ya mheshimiwa diwani ambaye ni kijana mwenzetu bwana Mange Hamis Samwel. Huu ni kijana mdogo sana katika umri wake, lakini kwenye siasa, kwenye siasa, ndugu zangu, mtu yoyote anaweza akafanya mabadiliko. Tunazo historia nyingi za nchi hii nchi, nchi hii tunayo historia kuanzia uhuru wako watu wamepewa mamlaka wakiwa na umri mdogo, wamefanya kazi kubwa. Shida kubwa inayopatikana ni kwa sababu ya watu kuwa na yale mazingira ya kwamba sisi kama Buseresere lazima tuongozwe na fulani. Jambo hili sio sawa. Mtu yoyote ambaye amechaguliwa au ambaye amependekezwa na chama chake anaweza akawa na uwezo wa kuongoza jamii anayoishi nayo, alimuhimu anatembea kwenye dira za chama. Mheshimiwa Mangi Hamisi yeye tayari ameshakabidhiwa irani ya Chama cha Mapinduzi, ndicho anayotembea nayo huvyovyote vile lazima atahakikisha anaitetea, anayesimamia ile irani ya chama cha mapinduzi. Ndugu wa Tanzania, nakualikeni kwa wingi, tutoke tarehe 29, tukapige kura kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kama rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, lakini pia nakualika tarehe 29, ukatoke, Mheshimiwa Rutandura na wengineo katika maeneo yenu, pigeni kura kwa wabunge wenu, lakini pia nakualika Mtanzania ambao unaishi kata ya Buseresere, toka tarehe 29, ukampigie Mange Hamisi kura ili awe diwani wetu wa kata hii ya Buseresere. Wewe kushindwa kumpigia Mange Hamis ambaye ndiye kaletwa na chama ambacho kiko kwenye madaraka. Na hapa mtu atahoji sana. Wewe kama shehe kwa nini unasemea chama ambacho kiko madarakani, usemee vyama vingine? Mimi ninachokijua na ninavyoelewa na kwa sababu mimi ni mjuzi wa Mange. E, na nafikiri hili nilitoa kwenye kipanda ambacho kinaendelea, kwa sababu muda wangu naona umetamatika, nitaanzia hapo. Asante. Endelea. Asante. Eh, mwandishi wangu anasema niendelee. Ni kwamba nikwambieni kitu kimoja, kwa nini sisi tunasema lazima tunge mkono katika serikali iliyoko madarakani? Katika mfumo wa kiimani, imani zote zinakubaliana. Ukisoma katika wenzetu kule, wanaambiwa tiini mamlaka, kwa sababu hakuna mamlaka yote ile iliyoko duniani isipokuwa imetoka juu mbinguni. Kwa hiyo kichama kama kiko hapo na Biblia imechatuambia kwamba tutii mamlaka, hakuna mamlaka yaliyoko duniani isipokuwa yametoka juu mbinguni. Sasa sisi tunaanzaje kuwa tofauti na mamlaka iliyotoleka mbinguni tukaletewa, tunaanzani? Ikitokea ikaja mamlaka nyingine, tutaunga mkono kama tunavyounga mkono iliyokuwepo sasa hivi. Lakini sisi kama Waislamu hatuna sababu na wala hatuna maisha hayo, wala hakuna dalili yoyote popote. Nasema kwamba akiwepo kiongozi wa aina yoyote ambaye labda hafanyi vizuri katika sehemu zake za uongozi, kwamba sisi tuandamane tukamtoe kwenye kiti chake, hakuna kitu kama hicho na wala hairuhusiwi katika sheria. Isipokuwa sisi sheria inatuelekeza ikiwa tulitoa kiongozi mbaya, sisi kazi yetu ni kujitathmini, kutazama ni wapi tulipojikwa mpaka Mwenyezi Mungu akaamua kutuletea kiongozi jeuri, kiongozi dhalimu, jambo ambalo hatuna sisi hapa Tanzania. Hatuna viongozi kama hao madhalimu, hatuna. Tunao viongozi ambao wanaweza kukaa na wananchi, wanaweza kukaa na watu wakasikiliza hoja zao. Kwa sisi kama Waislamu, lazima tuunge mkono lazima tunge mkono tuone namna gani, e, tunaweza kuwasihi wananchi na Watanzania kwa ujumla wasitoke kufanya machafuko, isipokuwa watoke kutekeleza weledi. Mimi nikwambie ndugu wa Tanzania na hasa ni wakazi wa Buseresere, tusijifanye tumesahau, tunafahamu wazi kata yetu ni wapi imetoka na sasa hivi ni wapi ilipo. Kuna maisha mengi tumeyapitia mabovu, na hapa nichukue nafasi hii pia kumpongeza mheshimiwa aliyemaliza muda wake. Mheshimiwa Godfrey Miti, Kilani Miti amefanya kazi kubwa kuunganisha Buseresere, kuunganisha viongozi wa dini, kuunganisha viongozi wa kimila, kuunganisha watu tukawa wamoja. Kabla yake tulikuwa tuna maisha magumu sana, tulikuwa tuna maisha, ilifika wakati Muislamu na Mkristo hawezi kusalimiana, lakini ilifika wakati Muislamu na Mkristo akahitaji kila mmoja awe na juka lake la kwenda kununua, ilifika wakati tukawa tuna maisha mengine mabaya ambayo hatutamani sisi kurudi huko, lakini maisha hayo yalitokana na mfumo wa, wa, wa, wa siasa isiyokuwa sawa na wale viongozi waliopita, Mungu awape wa ufahamu na na waongoze na wafanye toba katika lile walilofanya la kuwagawa wananchi. Wakati Godfrey miaka kumi amefanya kazi moja tu ambayo imetukuka na zingine zilizobakia ni nyongeza ya kuwaunganisha wananchi, hili amelifanya Godfrey. Wanasema mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpatieni kwa wingi yule bwana mkubwa amefanya kazi kubwa ya kutunganisha. Kama viongozi wa dini, kama viongozi tumekaa, tuko vizuri. Sasa hivi unaweza kutembea, unaweza kwenda sehemu yoyote kwa amani na utulivu. Lakini amemaliza wakati wake, amestafu, amemwachia kijana mwenzake ambaye ameletwa na chama cha mapinduzi, mheshimiwa Mange Hamisi. Kijana huyu wakawa watu wengi wanasema, unajua huyu kijana ni mgeni katika siasa, hawezi kuleta maendeleo. Mimi nikuulizeni nyinyi wa Tanzania ni nani aliyekwambia kwamba mtu akiwa mgeni, hata kama itafsirika, tuchukue kitendo cha kwamba ni mgeni, hawezi kuleta maendeleo katika maeneo yake? Nani aliyekwambia? Ndugu zangu, nikwambieni watu wa Buseresere, kama wa, wahitaji, eh, wa Tanzania, kama tulivyo, kama tulivyo watanzania wa, wa sehemu nyingine, tupate viongozi ambao wana moyo wa utumishi, sio wa kujinufaisha wenyewe. Mheshimiwa Mangi ana moyo wa utulivu, lakini pia ana moyo wa utumishi wa kijana kwa sababu gani tunasema sisi hivyo? Tunaangalia sisi tunampima mtu kutokana na kazi yake. Kabla hajaingia kwenye nafasi hii tunamuona anafanya kazi, anasimamia kwenye kazi zake, mtu ambaye anaweza akasimamia zaidi ya watu mia tatu mpaka mia nne na katika sehemu za uchumi, kila mmoja akatoka yuko vizuri, atusipate malalamiko wala mashtaka kwamba fulani fulani wana mkurugenzi eh, eh, wetu yule ametudhulumu hivi, amefanya hivi. Lakini unaanzaje kusema kwamba huyu mtu awezi wakati huo mtu anapingana anasema, sisi tupate kijana fulani ambaye hatuna historia kwamba kuna sehemu yoyote aliwahi kupewa kikundi hata cha watu kumi akawaongoza, ndio tuende kumkabidhi kata Buseresere, ambayo ina zaidi ya watu ina, ina, ina, ina, ina, inawapiga kura zaidi ya elfu tano. Tunaanzaje sisi yaani, tunaanzaje kumpa mtu wa namna hiyo ndugu zangu kazi ama nafasi ya mheshimiwa diwani? Ndugu zangu ni kwambieni, si kusema eti yeye basi labda atakuwa ni yeye kama yeye ana uwezo wa kushirikiana na watu akatengeneza network yake nzuri. Akiwa na networking nzuri kutokana na mazingira ya, ya, ya mashauri au kutokana na, na uongozi wa jimbo ambaye atakuwa ni mheshimiwa mbunge kwenye ofisi yake kukawa kuna mashauri mazuri, lakini ana uwezo wa kutafuta washirika ambazo ni taasisi mbalimbali agents mbalimbali akazungumza nazo, lakini mimi nikukumbushe kwamba hakuna mtu yoyote aliyezaliwa ni mwanasiasa. Nikukumbushe, hakuna mtu yoyote aliyetoka tu anajua namna ya kuendesha siasa. Wote wote, historia inasema na imeandikwa, tumepita mikononi mwa watu, tumekaa na watu, tulikuwa ni wageni, lakini tulivyoingia tukafundishwa, na leo tumekuwa ni msaada mkubwa katika jamii. Kwa hiyo nikwambieni, kwa sababu kijana huyu ana uwezo wa kutengeneza na kusimamia. Tunampima kutokana na kile kidogo ambacho amekifanya cha kusimamia sehemu zake za kazi, na leo tunamkabidhi kata yetu hii ya Buseresere, aweze kwenda kupeperusha bendera ya chama cha mapinduzi akiwa ni mheshimiwa diwani. Ndugu wa Tanzania, achaneni na propaganda, achaneni na mambo yasiyokuwa na msingi na kuhusia tena, achaneni na vitu visivyokuwa vya kimsingi na kuhusia tena. Ikitokea Buseresere ikachafuka, tutachafuka sisi wote na ikitokea kuna tatizo lolote limetokea ambalo linaweza kutupelekea sisi tushindwe kwenda kwenye shughuli zetu za uzalishaji mali, tushindwe kufungua biashara zetu, sisi wote tutaharibikiwa. Kwa mimi ninakuomba kama Mtanzania, kama mkazi wa kata ya Buseresere, na lazima nisemee Buseresere kwa sababu ndio maeneo yangu nayoishi, twende tukapige kura kwa chama cha mapinduzi, twende tukaarikane, tukawachague viongozi wetu ambao watakuja kutuletea maendeleo katika kata yetu. Ndugu zangu wa Tanzania, nikusihi pia kwa mara nyingine tunaona kwenye mitandao ya kijamii watu wanahamasisha mbalimbali, tena kibaya zaidi ni wakati mwingine unaweza kukutana ni peji za watu wakubwa katika siasa ya nchi hii, wanasema sisi tunataka tuandamane tarehe 29 tu, siku ambayo ni watu wanapiga kura, tukaandamane. Hakuna hali ya kwenda kupiga kura, ni bora sisi tufanye maandamano. Kufanya maandamano kwa nini? Kwa sababu ati e, uongozi ulioku au unaokwenda kuchaguliwa sisi hatuutaki sasa tunashangaa mimi si, si, nashangaa kuna mtu ana ili ujasiri huu anautoa wapi? na hao wanaotuambia tukaandamane, ndugu wa Tanzania, mimi ni kwambie, mtu anakuambia kwamba leo tuandamane ama tukinukishe, na wewe unasema ndiyo, tukinukishe. Lakini wakati huo sisi, mfumo wa maisha yetu ya Tanzania ni tofauti na nchi zingine, na ni tofauti na maisha ya wengine. Takupeni mfano mimi nayezungumza hapa, mimi ni mwana mimi nakipenda Chama cha Mapinduzi kabisa, uhalisia huko hivyo lakini, pia kuna mtu ambaye ni ndugu yangu mimi inayefuatana naye, huu ni kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yuko Mwanza. Tukikutana sisi kwenye vikao, tuna mazungumzo yetu, lakini tuna mazungumzo pia kisi ya kisiasa ya kushirikiana. Sasa leo tukiandamana, tukaanza kupigana, ikitokewa yule bwana mkubwa tumeingia kwenye maandamano kama wanavyosema tukavunjana miguu ama kwa namna yoyote ikatokea, tukija kukutana kwenye vikao vyetu vya kifamilia hivi, hali yetu ikoje? Taswira iko. Lakini leo wewe unasema kwamba tuandamane, ikitokea wewe oh, ukavunja mguu, huyu anayekwambia tuandamane atakuja kukutibisha? Anaweza kaleta huduma yote yule, wakati wewe huna uwezo wa kwenda kufanya shughuli yoyote ya kijamii au inayokuingizia uchumi, kila siku za kuambiwa weka na zako na kuambiwa weka naza. Vurugu zikija kwenye nchi, si kusema eti mtamkomoa yule aliyeko madarakani, sio kweli. Tutakuwa tumejikomoa sisi wote wote, tutakuwa tumejikomoa na nikwambieni, hakuna jambo baya kama kupoteza amani kwenye nchi. Neneni kwenye nchi za watu muone zilizopoteza amani. Juzijuzi hapa tulikuwa na jamaa zetu wa Kenya, tulikuwa tunaona wakiandamana kila siku wanaandamana, wanasema, wanadai haki, wanafanya nini, lakini mwisho wa siku Mwisho wa siku faida iliyopatikana ni ipi Kenya? Zaidi zaidi wale waandamanaji ni kuwafilisi watu. Watu waliamka ni matajiri wakalala ni maskini. Lakini pia katika hao vijana walikuwa wakiandamana, wengine ni leo ni vilema hawatembei tena. Lakini katika hao wengine wamekufa. Na kile walichokuwa wakitaka sijaona kikitendeka kwamba sasa serikali imekubali imetoka madarakani. Kwamba sisi hatumtaki William Ruto aondoke madarakani. Mpaka leo William Ruto ni rais lakini waliokufa wamekufa. Waliokuwa vilema wamekuwa vilema, waliofilisika wamefilisika. Faida walioipata ni ipi? Alafu mtu anakuja anatoa mfano anasema, kwani wakenya ambao kwa wanaandamana, swali langu la msingi, walivyoandamana wamepata nini ili wewe mtanzania wa Buseresere ukaandamane? Nimeona mpuuzi mmoja anasema, anafundisha watu namna, tengenezeni mabomu ya kiasili, lipueni vituo vya polisi, sijui lipueni sijui nini, mkachome mahospitali, mkachome magari ya huduma, vyote hivi mkivifanya faida yake ni nini? Wewe kijana wa Kiislamu, chunga nidhamu yako, usiingie kwenye maandamano. Kijana wa Kristo, chunga nidhamu yako, usiingie kwenye maandamano ti mamlaka, kwa maana hakuna mamlaka iliyopochigaliwa bali imetoka mbinguni. Kwa kitendo cha kuingia kwenye barabara ukafanya vurugu, utakuwa wewe umepingana na maandiko matakatifu, ambalo maandiko matakatifu ndiyo sehemu salama sisi ya kwenda kutukutanisha na yule aliyetuuma. Na wewe kama Muislamu, chunga nidhamu, chunga nidhamu, usifanye maandamano. Kitendo cha kufanya maandamano kumtoa kiongozi aliyeko madarakani, unakuwa umeleta uvunjifu wa amani, lakini unapata madhambi kama madhambi mengine, kwa sababu sheria haikuruhusu kumtoa kiongozi katika msingi kama huo. Cha kwanza, ikitokea amekuja kiongozi ambaye ni dhalimu ama ambaye hafai katika jamii kazi yetu kubwa sisi ni kumuomba Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu mwenyewe anasema habadilishi kaumu ya watu mpaka watu wabadilishe vilivyomo katika vifua vyao. Kwa hiyo wakati mwingine inawezekana kaja kiongozi labda kutokana na sisi makosa yetu, ama akaamua kutufedhehesha ama akaamua kutupa, kutukanya, kutu, kutu, kutu, kutu, kinyume na sisi Tanzania. Sisi Tanzania hatuna shida yote katika hili, na ukitaka kujua kama hatuna shida kwenye mipaka ya Tanzania, nenda nchi zingine tofauti na Tanzania, ndio tutajua kwamba sisi Tanzania bado tuna uhuru wa kuweza kufanya shughuli zetu. Kutokana na haya mafupi ambayo leo tumeyazungumza, leo tumeanza na tumefungua ukurasa rasmi nibandika bandua mpaka tarehe 28 saa 6 usiku ndio tutakuwa tumefunga mjadala wetu wa kuendelea kuizungumzia amani na utaratibu wa upigaji wa kura. Na hasatani tukirudi tena tutakuja kuzungumzia historia maalumu ya Mheshimiwa Mange Hamisi Samuel na Mheshimiwa Pascal Lutandura, katika maisha yao kuanzia utoto mpaka kufika hatua leo hii wanakwenda kuwa viongozi wa kushika bendera ya Chama cha Mapinduzi na hatimaye kuwa viongozi wetu wa kutuongoza katika maisha yetu. Mungu akubariki sana. Asante. Kazi na utu tunasonga mbele. Oktoba tunatiki.